Niambie, Mashauzi ile mm. pale ya kwanza, ah, kwa nini tuliama? Uh, mashauzi chum, chum, point. Mm. Ni safari ndefu. Ku hapo. Tumetoka mara yake ku short ni safari ndefu, lakini kama ulivyosema kwamba kutokata tamaa ni kitu ambacho hasa tunatakiwa kuwa nacho, lakini mm. ukimtanguliza Mungu pale na kumwachia Mungu awe ndio ndio msimamizi na muamuzi wa kila unachokifanya duniani mm. basi Mungu atakupa baraka zake na neema na nguvu yake utaiona. mm -hmm. Lakini ukiwa ni mtu ambaye unadharau vitu mm -hmm. fulani kafaa mwenyewe yaani, kuna vitu ambavyo unaweza kupata lakini usifikie pale mm -hmm. kwa hiyo mi naweza kusema pale ni dumu kwa miaka miwili mm -hmm. na mtu pekee ambaye nimedumu kwa maneno ya majirani zangu mm -hmm. mi pekee nimedumu hapo mm -hmm. kwa miaka miwili, lakini ivyofika kipindi basi mzee akasema staki, nataka nyumba yangu kodi ikuisha. Shida kubwa ilikuja kwenye mambo ya bili za maji mm. kwamba tulikuwa tunapeana muda, yeye analipa muda fulani nami nalipa muda fulani, huo ndo ukweli mm. kwa hiyo ilivyofika muda wake ikaja mm. E, e, e, bili kubwa kwa hiyo akasema na mimi nilipie kiasi fulani kama mimi, siwezi kulipia kiasi hicho, kwa sababu kutokana na biashara ninayofanya, sio kwamba ninaingiza kivile, lakini pia hapo mwanzo, wakati bili zitakuja kwangu, tulikuwa tunalipia kiasi fulani. Sababu siwezi tena kulipa kiasi hicho, lakini mimi naweza kulipa kiasi hiki. Haiwezekani, kama uwezika mkulipa nini, basi wewe acha mangu ondoka. Ni lakini tuna mkataba hapa miaka mitatu. Akamwita mwanasheria wake Mwanasheria akaniambia ni kweli mkataba miaka mitatu, lakini itafanya nitambia, sawa basi, kama ni hivyo aniache mpaka nitakapopata eneo mm. Kwao ikawa mambo mengi kelele. Sami, sipendi kelele na sehemu mm. yote wanaotafuta riziki, vikianza kelele basi baraka huwa inaondoka hapo mm. hapo mm. kwa hiyo basi mm. ndo nikaanza sasa kutafuta eneo jingine, ndio hapo hapo watu watatu, yaani ndo maana sema wakati, food. wa Mungu ni wakati sahihi mm. kwa hiyo sasa mi napigiwa simu naambiwa njo uh, hapa uone eneo. Nilishindwa kucheka nilishindwa kufrahi mm. nilishindwa kulia <laughs> n yani, nilibaki tu hivi yani hivyo like a skeleton mm. So nikamshukuru Mwenyezi Mungu mm. koo nikaanza kupambania hapa, nimeanza kujenga kwanzia mwezi wa sita mwezi hmm. wa sita, wa saba, wa nane, wa tisa, wa kumi na moja, wa kumi na mbili, miezi saba, miezi saba tumemaliza, yeah. na sasa tumeshamia, tumeanza tumeanza kazi rasmi pale pale kwa zamani, kushoto, unavuka barabara, ni eneo ambalo tulikuwa tunalitumia kama vile kupaki magari, lakini kulikuwa na kontena pia, nimelitoa kwa hiyo ni hapo hapo. Yani mtu anayepajua Mashauzi Tamtam Food Point iliyopo zamani, ni hapo hapo, upande wa pili, ukipiga jicho tu unaona imepokelewaje. Alhamdulilah, waswahili wanasema ukimpiga okay, chura teke mwendo wangu umekuwa. mm. No, ameipokeaje? au watu wameipokeaje? manake imekuwa kama vile sasa vuta. no. Mimi kwangu hakuna vuta ni kuvute. mm. Uh, kwanza kitu ambacho napenda sana ni shukuru na mshukuru Mwenyezi Mungu mm. kwa ku, kwa ku, kwa kumuumba mamangu, mm. na baba yangu wakakutana, mm. alafu wakawa ni walimu wa maisha yangu mm. Wakawa ni mifano kwenye maisha yangu mm. Sababu kila nachokifanya nilikuwa nakiona kwa mama. Mamangu alikuwa hakati tamaa mm -hmm. Mamangu nilikuwa namuona na, na mwenye nyumba mm. Lakini kesho yake aliku, alifanya juu chini, sisi tunaondoka katika katiaa mm. Kukaa nyumbani kwetu Mbezi mm. Mamangu aliondoka bila kumuaga mwenye nyumba mm. Baba mwenyewe alitutukia tu anakuja chumba kile, hey! Chumba mm. kinamwitikia kwamba alikuwa ni mwanamke mjasiri mm. Mwanamke mpambanaji, mwanamke ambaye yaani mm. Ha, hatishiki na chochote na haogopi kufanya kitu ambacho anahisi hai, hatoki nje kwenye jamii lakini anafanya kitu ambacho kitampendeza yeye, pamoja na nilikuwa ni mpambanaji mmoja mzuri sana kwe, hmm. kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kwa mama yangu kwa maisha hmm. yake yote hmm. na namwombea heri na baraka huko alipo, mpokee awapokee wote, aweke mahala pema, na mwanaye anaendelea kupambana na baraka baraka zake kwa hiyo yaani, hmm. wakati wakati yametokea hayo yote hmm. nilikuwa narudi sasa kumkumbuka mamangu, kukumbuka maisha ambayo alikuwa nikilala, amenipa ah, eh, nikilala yaani, hapana Isha hapa maana amka hmm. sawa, nitalia na nimelia sana hmm. nimelia kwa kujiona kwamba nakosa nimelia hmm. kwa kujiona kwamba wateja wangu wameshanizoea wamesha hmm. alafu nikija kuanza tena ina maana nitaanza ntaanza upya eh kwa hiyo uh, alafu mbaya ambayo nilipata ilikuwa inafika kipindi biriani ipo hatujapika, labda wiki ijayo ia aka, lakini just namdanganya mteja mm. mm. asinisahau mm. kwa ifika kipindi siku tatu siku nne, mpaka najiuliza ah, nikasema sasa hii ni biashara mbaya mm. kwa hiyo ndio nikapambana pambana hapo kati po nikajiwekeza, lakini ukiona kitu kimewekwa hivi kiukweli kinaumiza kichwa wewe mwenyewe mm. mwekezaji unajua na uwekezaji mm. wetu sisi ambao mm. tunategemea nikaimbe nipasuke, kondo nije kuwekeza mara s, yani mna mambo mengi, unajua kuna kipindi nilikuwa winga mm. ii yote kwa sababu ya hapa paweze kuwen kwo, namshukuru Mwenyezi Mungu tumeshapasimamisha sasa. Shida tumeacha chini, tunataka kupambana. Mikakati ikoje? Tunaanzaje tunalianzishajeyaani hapa sita. Naweza kusema kwanza, katika kutoa shukrani niliosahau mm. mashabiki mm, lakini hususan wateja wangu mm. wateja wangu wangekuwa embe dodo, ningewala na majani <laughs> lakini kwa sababu siwezi. <laughs> Ninachosema, ninashukuru, nawapenda mm. lakini Mungu awabariki sana kwa kila wanapotoa kila anaponikumbuka kila wanapofikiria kila wanapotamani nawapenda na nawaombea kwa Mwenyezi Mungu wafanyiwe wepesi. Bila ya wao mimi tupa kwenye dastibi, yani kabisa kabisa, yani wateja ndo wanaonipa jeuri. Wateja nashukuru Mwenyezi Mungu. Baada ya kurudi mpaka sasa hivi naingia mwenye jikoni, mwanzo ulikuwa naweza nikawacha tu wapishi wakapika wenyewe, lakini unapika mwenyewe na mimi lazima niwepo jikoni 24/7 mambo yawe mazuri, alhamdulillah kwa mikakati, alhamdulillah nashukuru sana huu kisha yaani, sio kusimama, inafika mbali, yaani chakula changu Allah. mpaka ale Samia Suluhu Hassan, mpaka ale Daktari Mwini, mpaka ale waziri kuu, yaani kila sana <laughs> kinajira. Kwa hiyo nataka yani Nataka chakula changu kwanza kipikiwe Tanzania nzima waelewe mm, na dunia nzima ielewe kwamba kuna mtu anaitwa Isha Mashauzi na ni mpishi na sio kupika tu hmm, anapika ana chakula kitamu, chakula kitamu yeah, anaimba anaongea yeah, anaigiza, ana anaigiza, anaigizagiza. Nataka hey. pale <laughs> sana naomba kama lezifurahi sanaknambakaamatonaba pale Nikifilisika, siyo, watafanya kongamano la furaha. Nipe kidogo Mola, nipe kidogo tena, wanapenda nione masikini wa wanapenda nione kama yeah. yeah. matonya, nikiadhirika watafanya kongamano kwa furaha, mola ni mola pia Aku, ay, ya, Mungu ataleta Kaya, ay, ataleta baraka. Kabla sijaendelea nataka hmm, ilizi simu zigo, kipande changu kile, nataka tu nisikie ikiwa nyimbo kipande changu iakubalia. <gibu> <gibu> leo siendi kwenye nyimbo zangu zile, leo mimi nataka ilizi simu zigo kwenye kipande <gibu> changu ah.

Uh, siku hii kwenye sherehe ambayo umesema itakuwa tofauti na miaka mingine. Uh, kwanza kabisa, kwanza ni sherehe ya kwanza uh, imenikutia kwenye ofisi yangu. Of course ni sherehe ya tatu. Mm lakini pia nataka niwaonyeshe wapenzi wangu, kuna watu wanaangaikaga na kukumbi mm. Kuna watu wanaangaika na shughuli zao mm. Mwenye birthday, mwenye kitchen party mm. Mwenye sendo, ana mkutano mm -hmm. ana kikao, kuna kitu chochote ambacho anataka kujumuika na watu wako kuanzia mia tatu, karibu mm. sana Hmm. Sisi hapa tutakupikia, tutafanya kila kitu koyo nikaamua kufanya hmm. ili watu waone nimeshafanya hmm. tushafanya send of hapo yeah. ya watu mia moja na hamsini hmm. nishafanya kikao na maafisa usafirishaji jiji yeah. la Dar es Salaam hususan hmm wilaya ya Kinondoni tulikuwa takriban 250 hapa hapa, mm. na kwa tuna sehemu sehemu yetu ni kubwa sana. Nina sehemu mm. mm. ya kukaa watu kumi mm. kuna sehemu kwa mm. watu ishirini, kuna sehemu kwa watu 50 na kuna hii sehemu kubwa ambayo inaweza kufika watu mpaka 200 250 mpaka 300 na tuna uwezo wa kuwapikia wakala chakula kizuri chenye testi nzuri yaani ha, ha, ha, hapa ha, hapa ha, hapa. Kwa hiyo wanachotakiwa mm. ni kufika tu hapa, wanapiga simu, wanakuja anapaona, wana eneo, anakaa chini, tunapanda na akilipa chakula ukumbi, yani ukumbi ni bure, nampa ofa kabisa. Na subiri nini? Jamani, karibuni sana, tunapatikana Kinondoni studio, mtaa unaitwa Shentemba na, kwa hiyo simu, mtu akitaka ku, ku, kuimbiwa eh, akitaka eh, kufanya mambo mengine mm. au anataka hmm. tu ushauri au anataka tu kuja kula, ninayo ofisi pale ambayo ataingia ofisini, tutaongea

kwenye hii shughuli sisi tunaonyesha rasmi kwanza eneo letu kwamba tuna uwezo wa kuhudumia watu kadhaa. Tunawapa ladha yetu ya chakula, tutakuwa na sata ya urojo, tutakuwa na sata ya mishikaki, alafu baadaye ndio tunakutana na menu hapo hapo kwenye shughuli hii elfu ishirini. Kwa mbaye atakuwa amechelewa, yeye atapiga simu. Alafu jambo ni tarehe saba, hii hapa tulionayo leo. Leo, leo tuliopo hapa